Ndio sura halisi ya mama Tanzania pale linapokuja suala la utajiri wa maliasili ya misitu. Taarifa hii mpya ya taasisi ya Global Forest Watch inasema zaidi ya asilimia 30 ya taifa hili limefunikwa na msitu wa asili. Hata hivyo akiba hii ya misitu inatishiwa na mfululizo wa shughuli tofauti za kibinadamu ambazo taasisi hii ya kimataifa inasema zimesababisha asilimia kumi na tatu ya uoto huu kupotezwa kati ya mwaka elfu mbili hadi elfu mbili na ishirini na nne. Taasisi hii hutumia picha zinazopigwa kwa njia ya satelaiti kutoka angani kwa ajili ya kukusanya taarifa, na mikoa mitano imetajwa kama kinara wa misitu yake kukatwa. Mojawapo ya mikoa hiyo ni mkoa wa Morogoro, ambapo wakazi wake wametoa maoni yao. Aria ya historia ya mkoa wa Morogoro kwenye miaka tisini, sisi tukiwa wadogo, maji yalikuwa anatiririka mlimani, lakini sasa hivi ukiangalia mlima wetu umeshapoteza rada, tena hakuna maji kama ilivyokuwa zamani. Lakini yote hii ni kwa sababu ya shughuli za kibinadamu ambazo zinafanyika katika maeneo haya ya milima, shughuli za kiuchumi, ni kwa sababu ya ongezeko pia la watu lakini jukumu kubwa ambalo sisi tunalo ni kuendelea kutoa elimu, kuzungumza na wenzetu ambao wanakaa kwenye milima na kwenye vyanzo vya maji, na ndio maana tunakwenda tuna kampeni sasa, kampeni ya soma na mti, ambako tunakwenda mashuleni kutoa elimu. Tulizoea kupikia kuni, lakini pia hata mkaa, na mkaa kwa sababu unatokana na kuni, basi ndio inakuwa hivyo, inakuwa ni uharibifu. Lakini kwa wananchi wa kawaida, hali ya chini, ndicho walichozoea na kupatikana kingine ni kazi kubwa sio rahisi vinapatikana kwa gharama kubwa, lakini hata mazoea ya kuvitumia inakuwa ni shida pia. Taarifa mpya inaoibua wananchi wa baadhi ya mikoa ambayo imetajwa kuwa kinara wa ukataji wa misitu ini, au ni wilayani kama na mtumbo watu yani kule karibia asilimia mia watu wanachoma mkaa. Ah, yani kule ni watu wa aina ya maisha ya chini, wao ndio wengi wanaenda kukata miti ili wapate kipato cha so, kujiendesha na maisha yao, kwa sababu wanajua wakichoma mkaa akija naye mjini gunia thelathini, ameshapata hela, anarudi tena kijijini, anaendeleza maisha. Kikubwa cha kuzinga, kuzingatia serikali iweze kupita mtaani kutoa elimu kwa watu ambao wapo vijijini kuelekeza namna na madhara yake yatakayotokea namna kukata miti. Suala la ulinzi wa misitu na kujikinga dhidi ya nchi kugeuka kuwa jangwa ni miongoni mwa ajenda kuu za kimataifa na kimazingira duniani, na hapa mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari za mazingira JET Dr. Ellen Otaru anatoa uchambuzi wake kuhusu nini kinapaswa kufanyika kuepuka Tanzania na madhara mabaya ya ukataji miti na uharibifu wa misitu. tunatakiwa kwanza kabisa kutoa elimu, kutoa elimu kwenye jamii, kufundisha kwa nini tunahitaji miti na faida ya miti, lakini pia faida ya uoto wa asili. Na elimu hiyo itolewa kuanzia ngazi ya chini, kwamba mtoto aanze kupenda mazingira yake tangu akiwa mdogo, na tusisubiri ameshakuwa mtu mzima, sasa uharibifu umeshatokea kwa sababu binadamu anaanza kuharibu tangu akiwa mtoto. Pamoja na taarifa hii, Tanzania bado inahesabika kama mojawapo ya mapafu muhimu ya kupumulia duniani katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na ni matumaini ya wadau kuwa serikali itazidi kuchukua hatua kudhibiti upotevu wa misitu ikiwemo kutumia njia ya kupanda misitu mipya. Estabila Malisa, Azam News.